Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari yetu inatoka katika Injili ya Luka. Sura ya 11, aya ya 29 hadi aya ya 32. Tusikilize Injili yetu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia, Yesu alianza kusema: Kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Ninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wakusi ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani, na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki nao wataihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Ndugu zangu za wapendwa, taifa la Mungu, moja kati ya changamoto kubwa inayotukuta waamini wengi kwa sasa, wengi tuko bize kutafuta miujiza na ishara mbalimbali mbali, baada ya kumtafuta Mungu wa kweli, ni wengi, kama hatujaona miujiza, wengi hata kusali hatusali. Ndiyo maana leo wamejitokeza watu wanaojiita manabii mitume, na wakijinadi kuwa wana nguvu ya kufanya miujiza, na sisi kwa sababu ya kupenda miujiza, wengi tunajikuta tukiwafata hao katika injili yetu anatuonya juu ya kupenda miujiza kuliko kupenda toba au kutubu dhambi zetu. Ndugu zangu, tunapotafakari injili vizuri tunagundua kuwa ujumbe wa kwanza wa Yesu na tukialikwa sisi ni ujumbe au mwaliko wa sisi kufanya toba. Katika injili ya Matayo sura ya nne mstari wa 17 Yesu anatuambia Tubuni, kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Hivyo, tunapotafuta miujiza tunaacha lengo la kwanza la Yesu la kukimbilia toba kwanza badala ya kuhangaikia miujiza. Ndiyo maana katika Injili Yesu anawaambia makutano ambao walikuwa wanatafuta miujiza au ishara kuwa hawataona ishara yoyote ila ishara ya Yona tu. Yesu anasema wana wa Ninawi walikubali kutubu kwa sababu ya mahubiri ya Yona. Hivyo siku ya hukumu watakihukumu kizazi hiki, kukataa kufanya toba maana wao walikubali kutubu kwa mahubiri tu ya Yona. Yesu anashangaa inakuwaje kizazi hiki akitaki kutubu mbele ya aliye mkuu zaidi ya Yona? Ndugu zangu, mwaliko mkuu katika kipindi hiki cha Kwaresima ni sisi kufanya toba ya kweli. Kwanza tunapofanya toba, tutakapomrudia Mungu kwetu, Mungu wetu, tutakapo utafuta kwanza ufalme wa Mungu, hayo mengine tutapewa. Ndiyo maana Yesu mwenyewe anatuambia bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Rejea Injili ya Matayo sura ya sita aya ya thelathini na mbili hadi thelathini na tatu. Basi ndugu zangu wapendwa, Kwaresima hii itufungue macho na itupe nguvu ya kupenda kufanya toba zaidi kuliko kutafuta miujiza na ishara ambayo Yesu anaikataa. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyetoa tafakari hii ni ndugu Winifred Ngokotaro, padi wa shirika la ndugu wa Francisco wa Kapchini, provinsi ya Tanzania, ninayefanya utume katika jimbo la Lindi. Asanteni.